Chama cha Patriotic Front cha nchini Zambia kimethibitisha kifo cha rais wa zamani wa Zambia, Edgar Lungu aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 68. Katika taarifa yao, wamesema kuwa Lungu alikuwa akipokea matibabu maalum nchini Afrika Kusini kutokana na ugonjwa ambao haukufichuliwa hadharani. Rais huyo wa zamani aliongoza Zambia kwa kipindi cha miaka sita kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2021 aliposhindwa vibaya kwenye uchaguzi na rais wa sasa, Hakainde Hichilema. Baada ya kushindwa, Lungu alitangaza kuachana na siasa, lakini baadaye alirudi tena katika ulingo wa kisiasa na alionyesha nia ya kugombea tena urais. Lakini mwishoni mwa mwaka jana, mahakama ya katiba ilimzuia kufanya hivyo kwa kuwa tayari alikuwa ametumikia vipindi viwili ambavyo ni ukomo wa kikatiba. Katika video fupi iliyotolewa na binti yake Tasila Lungu alieleza kuwa baba yake alikuwa chini ya uangalizi wa kitabibu wa wiki kadhaa kabla ya kufariki dunia katika kliniki moja jijini ya Pretoria nchini Afrika Kusini saa kumi na mbili asubuhi kwa saa za Afrika mashariki siku ya Alhamisi. Kwenye kipindi hiki cha huzuni, tunakumbatia kauli mbiu ya Zambia moja, taifa moja, kauli iliyomwongoza Rais Lungu katika kulitumikia taifa letu, alisema Tasila kwa hisia nyingi. Edgar Lungu alichukua madaraka kwa mara ya kwanza mnamo Januari mwaka 2015 baada ya kushinda uchaguzi maalum kufuatia kifo cha rais Michael Sata. Baada ya kumaliza kipindi cha Sata, alishinda tena uchaguzi mkuu mwaka 2016 na kupata zaidi ya asilimia 50 ya kura. Hata hivyo, kipindi chake cha uongozi kilikubikwa na matatizo ya kiuchumi na ukosefu mkubwa wa ajira, hali iliyochangia kushindwa kwake kwenye uchaguzi wa mwaka 2021 tofauti ya karibu kule milioni moja, huku Ichilema akinufaika na hasira ya wananchi waliokuwa wamechoshwa na hali ya maisha. Mara tu baada ya kushindwa, Lungu alitangaza kustafu siasa, lakini mwaka 2023 alirejea katika siasa za mstari wa mbele, wakati umaarufu wa rais Ichilema ulipoanza kushuka. Niko tayari kupigana kutoka mbele, sio nyuma, kwa ajili ya demokrasia. Wale walio tayari kwa mapambano haya na waniunge mkono mimi niko tayari kwa lolote alisema kwa ujasiri mbele ya wafuasi wake wa wakati huo. Lungu ambaye kitaaluma alikuwa mwanasheria, alipanda ngazi kwa kasi katika siasa baada ya kuchaguliwa kuwa mbunge wa PF mwaka 2011 alihudumu kama naibu waziri katika ofisi ya makamu wa rais kabla ya kuwa waziri wa mambo ya ndani. Ndani ya mwaka mmoja baadaye aliteuliwa kuwa waziri wa ulinzi, kisha waziri wa sheria. Rafiki yake wa karibu amemwelezea Lungu kama mwanasheria mwanasiasa, askari mzuri, baba na mume na babu mwenye upendo. Alizaliwa Novemba 11 mwaka 1956 na, na alihitimu shahada ya sheria kutoka chuo kikuu cha Zambia mwaka 1981 pia alipata mafunzo ya kijeshi katika chuo cha Meltes mjini Kabwe. Katika maisha yake ya kazi aliwahi kufanya kazi na kampuni ya mawakili ya Andre Masi and Campan, benki ya Barclays na kampuni ya Zambia Consolidated Copper Mines. Zambia